Walifika hapa rosari mikononi na nyuso zilizoashiria majonzi. Kanisa la Holy Family Basilica jijini Nairobi liligeuka kuwa eneo la maombolezi na hekalu la ukumbusho wa papa aliyegusa mioyo ya wengi ulimwenguni. Waumini wa dini kutoka humo nchini wakiungana na ulimwengu kumwomboleza Papa Francis, kiongozi wa kiroho anayekumbukwa kwa unyenyekevu wake, huruma na kuwa mtetezi wa waliotengwa. Even though he was sick and even though he was dragging himself along, people didn't know, people didn't see, they saw the smiling pope, the kind pope, the attentive pope, the merciful pope. Ibada ya misa ikiongozwa na makasisi wa dayosisi ya Nairobi ushirikiano na mwakilishi wa Papa Francis humu nchini na maaskofu kutoka kote nchini. Macho ya ombolezaji wote yakielekezwa kwenye madhabahu, huku kila sala ikiwa kwa heshima kwa Papa ambaye wengi walimtaja kuwa papa wa watu His The values of mercy, justice and peace in our daily lives. if we truly want to follow in his footsteps, then we should become his voice. as he had been the voice of others, now it's our turn to be his voice. Miongoni mwa waliohudhuria ni Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta na viongozi wengine mashuhuri, makasisi na wananchi katika hafla iliyokiuka tofauti za kisiasa na matabaka, shughuli jijini zikisitishwa kwa ajili ya maombi. I had the pleasure and honor to meet him twice and the memories of those meetings remain very dear and close to me. Litaji ya misa ikiandaliwa kitakatifu kwa hisia zilizotulia, nyimbo zikawa za kumuaga, huku maombi yakigeuka kuwa ya shukrani.

peace we. Wakati Papa Francis alipozuru Kenya mwaka 2015, wito wake wa haki, utunzaji wa mazingira na ujumuishaji ulivuma kote.

That. Katika ulimwengu ambao mara nyingi hujigawa kwa msingi ya siasa, kabila na tamaa, misa ya leo inatukumbusha kwamba imani bado inaweza kuunganisha, kwamba unyenyekevu bado una maana, kwamba mtu aliyekalia wadhifa wa juu zaidi katika Kanisa Katoliki kama papa mtakatifu alichagua kujulikana kwa jina tu la Francis. Ben Chumba, Darubini.